Sisi wananchi hatuna imani na ofisi ya kijiji hatuna imani na ofisi ya kata, kwa hiyo hatuna muktasari wowote wa tunaoandika. Tunaomba kuanzia ofisi ya kijiji, hatuna imani naye wala ofisi ya kata. Asanteni. Sisi kama wana kijiji wa kijiji cha Engutukoit tuko mahala hapa tukiyapeleka maombi yetu kwa mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tukianzia ngazi ya mkoa kwa sababu kuanzia huku chini almashauri tunaona hii hali imeshawafikia, lakini kuanzia mkoani mpaka juu kule Dodoma kwa rais naona kama swala hili bado hawajalipata wa. Sisi wanakijiji wa Engutukoit tumekuwa tukinyanyaswa na tajiri mmoja aliyejitokeza na kujimilikisha ardhi yetu. Sasa sisi kama wanakijiji wa kijiji hichi cha Engutukoit tumesimama mahali hapa tukikanusha kwamba hatumtambui Matilda. Hatuna shamba la mtu yoyote katika ardhi hii, tangu enzi za mababu yetu, hatuna shamba la mtu yoyote hapa. Sisi tumekuwa tukiishi hapa na hatukuwa na mmiliki yoyote mwingine ila sisi tuliokuwa tumezaliwa hapa. Sasa sisi tunakuomba, rais mkuu wa mkoa wa Arusha, tunakuomba ujumbe huu kufikie. Kwanza sisi kama wananchi wa kijiji hichi, tumekuwa tukiyapitia mateso mengi sana, usiku mchana hatulali, kila mwaka, kila siku, kwa ajili ya mnyanyasaji huyu Matilda. Sasa sisi tumeamua kuyafikisha maombi yetu kwako, kama mama yetu, kama rais, kama serikali kuu ya Tanzania inayoshikilia kila dola iliyopo hapa Tanzania, kuanzia maaskari ambao wanatumiwa kuja kututisha kwa ajili ya ardhi yetu. Sisi tunakuomba mheshimiwa rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan, ujumbe huu ukufikie. Na Japhet Nguirana, na nitakachomwambia mimi, kikao au mkutano huu mkuu mmeshaona wenyewe kwa macho yenu na mmesikia kwa masikio yenu ya kwamba serikali yetu wameenda kuungana na mtendaji ambayo mnamo tarehe kumi na nne mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne aliandika mkutasari fojari, akaenda kusaini majina ya watu akapeleka kwa Dokta Batilda ambaye ni mkuu sasa hivi wa tanga wa mkoa wa Tanga. Baada ya kupeleka kule, ikaenda kurudishwa hiyo muktasari kwamba tumekubali kwamba Engutukoit wamekubali kwamba wanalo eneo la mama Batilda, kitendo ambacho sio kweli. Baada ya hapo, mkuu wa wilaya alifika hapo ofisini, akaja kuhakiki, akawalazimisha aka, aka serikali ya kijiji wakae akaja akakutana nao wakaandika majina yao. Baada ya kuandika majina yao walifananisha na majina yaliyoandikwa na masain, wakasema kweli muhtasari huu ni fojari. Sasa aliposema ni nifojari, akamwambia mkuu wa eh, wa kitengo cha TAKUKURU kwamba shughulikia huyu mtendaji. Lakini leo hii simeona kwamba mtendaji ameletwa hapa. Baada ya kuletwa mtendaji hapa hajapelekwa mali yoyote, ina maana wanajuana, wanataka tu kufanikisha lengo. Sasa sisi kama wana wa Engutukoit tunatangaza katika mkutano huu mkuu wa kijiji kwamba kuanzia kwa sasa tunapasua chungu, kwa sababu serikali yetu ambayo anaongozwa na Samia, Dr. Samia na chama chetu cha mapinduzi mpaka sasa hivi hawajachukua hatua yoyote huyo mtendaji, wala kuangalia kwa jicho lingine huyu mama ambayo anakuja kutunyang'anya ardhi, basi na sisi tunamkimbilia Mungu kumuita Mungu na kupasua chungu ya siku saba kwa yule atakayoshiriki ndani ya kijiji na nje ya kijiji. Kwa kweli hiyo chungu itamkuta na itamaliza yeye na watoto wake. Nikimalizia hapo, nasema kila baba, kila mama aongee na vijana wake aongee na mke wake, aongee na bwana na wake, kama amehusika katika matendo hayo, kitendo cha kuusa ardhi ya Engutukoit, mara moja aje kutuambia, ili tumuondoe katika laana hiyo na listi hiyo ya wale watakaopasuliwa chungu. Asante sana. Sawa. Kwa jina anaitwa Loserian Pangu pa, ni mwenyekiti wa kijiji cha Engutukoit. Kikao hiki ilifanyika leo alikuwa anakuja na, na mkuu wa wilaya leo lakini mkuu wa wilaya leo hajahudhuria, ametuma mwakilishi wake. Maamuzi wa kikao ya kijiji cha Engutukoit waliamua wali, wali hakuna eneo la Batilda Buriani ambayo iko ndani ya kijiji cha Engutukoit. Wasee wa samani walisimama, kwa maana shamba anadaiwa ni hamsini na, hamsini na, hamsini na, hamsini na tatu ambao si hata hata mimi mwenye kiti wa Engutukoiti, hakuna mtu ambaye amesaliwa wakati wa kabla Tanzania hajapata uhuru. Sasa basi, maamuzi wa kijiji cha Engutukoiti waliamua walia, wakasema sisi hatuelewi, tulielekezwa na mkuu wa wilaya kwamba tuandike muktasari wa kuomba ile eneo ifutiwe hati lakini sisi wana Engutukoiti wananchi wakasema hatuwezi kuandika kwa maana hatuna kitu ambacho tunaomba, kwa maana eneo letu tumesaliwa hapa, hatujai kuona mtu ambaye tunapakana naye ndani ya hii kijiji cha Engutukoiti, kwa hiyo maamuzi wa kijiji cha Engutukoiti na wana Engutukoiti wote waliamua kwamba hatuna kitu ambao tunaomba, kwa maana yule ambaye anaitwa Batilda sisi hatumfahamu, na sasa hivi hata kama ukienda kwenye shamba ambapo anasemekana hakuna mtu ambaye ataweza kitu ambacho ataonyesha kwamba hapa ni kwangu hapa, ni kwangu, kwa maana mahali ambao mtu ameishi nayo lazima umejenga nyumba au umejenga zizi la mifugo au au umelima, lakini hakuna kitu ambacho inaonekana. Kwa hiyo sisi tunasema, nafikiri ni utaratibu tu ambao amefanya namna, akiona kwamba wananchi sio wasomi, akaamua kutafuta namna ya kumega ardhi yao. Kwa hiyo naomba rais wetu wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan au angalie kwa jicho kijiji chetu, ambao anataka kunyang'anywa ardhi yao, ambao tuna wanatumia kwa ambao wanafugia mifugo yao. Unajua sisi kama kijiji cha Engutukoit, sisi sio wakulima, sisi ni wafugaji. Eneo ndogo ambao tupo tunategemea kwa, ndio ndio mali ambao mifugo yetu inatumia. kwa hiyo naomba serikali yetu kuanzia mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa wetu ambao tunajua wanasimamia haki ya wananchi. Kuanzia mkuu wa wilaya, mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba wasaidie wananchi wake ili wasiteseke kwa maana ni wana wa Tanzania ambao ndio amepewa samana yao. Kwa hiyo mimi nashukuru. Mimi nafikiri maeneo ambayo anasemekana sisi kama wana Engutukoit atumfahamu shamba la mtu yoyote ndani ya kijiji. Mimi nimesaliwa Engutukoit sasa hivi na miaka 42 lakini atujai atuja kuona mtu ambao mwenyewe ndio ambao eneo hile ni kwake. Sisi ni wana Engutukoit ambao tumezaliwa hapa, tunakaa tu ndani ya Engutukoit, lakini hatujui tuko shamba la mtu. Tukiambia sasa hivi kuna mtu ambaye analipia lease, analipia lease kijiji chetu, ni kwamba sasa mtu analipia lease, lakini sisi hatuifahamu kwamba kuna mtu ambaye anatulipia lease ndani ya kijiji, lakini anatafuta tu mbinu ya kuuza ardhi yetu, kama mtu amekata mbuga kwenda kwenda masafari yake, akaona mbuga nzuri, akaamua kufanya kufanya fajari ni hiyo tu, lakini si hatuifahamu hiyo mama kabisa. Na msimamo ya kijiji najua sisi, sisi ndio walinzi wa usalama ndani ya kijiji, tutalinda watu wetu, lakini tunaomba serikali atusaidie. Serikali atusaidie, maana sasa hivi watu waporaji wa warisi wa mesidi. Asante sana. Kikao kingine si hatutakaa, maana hiyo hii hii imetosha Kikao chetu imetosha, hii ambayo imekaa leo, na bahati nzuri imeshajulea, wamerisisha wa, wa wao ambao wametumwa, amesharisisha kwamba wana Engutukoit, wamesema hatuna eneo la mtu la kuomba ndani ya kijiji, ndio kijiji ni kupasua chungu, ndio wana washili wa mila wanasema watapasua chungu. Lakini sasa hivi wameamua, wamesema kwa kuwa mwenyekiti wa kijiji ameshirikiana pamoja na mtendaji wa kijiji pamoja na diwani watapasua chungu.

nimeruhusu mtendaji afanye mambo kama haya. Ndio. Okay.